Captain kwa upande wa timu hii ya Nasty Milan, mchezaji ameligusa mpira kwa mara ya kwanza kabisa, kuanza kwa robo finali hii ya kwanza. Denmak FC dhidi ya Nasty Milan, uwanja wa Estadio Dewa, kaunti ya Kwale, kutafuta nani ambaye atakuwa anasonga. Mtu akaja akapigwa kanzo hapa, lakini muamuzi wa katikati Frank Ngati akasema ni ngoma ya fauli ile. Denmak wakajaribu kuweza kupenyeza penyeza, golikipa Mohamed Mapakia akasimama kwa ubora wake mzuri na kuweza kushinikiza fauli. Ikafanyika upande wa pili alipo mwamuzi msaidizi wa pili Calvins Otieno, ikaletwa moja nzuri, akaingia mzima mzima mwenye chibato, lakini shuti lake lile likaweza kuenda mvage mvage, likatoka nje. Hii ilikuwa ni nafasi ya Wadenish. Denmark FC bingwa mtetezi, lakini tazama tukio hili, pasi nzuri kabisa kunako dakika 28 ya mchezo. Milan bao la dakika 28 shuti la mbali, shuti ambalo liliweza kumshangaza goalkeeper Mohamed Hatib Donaruma, dakika ya 34 tu ya mchezo bila ikaletwa vizuri kabisa, lakini golkipa Mohamed Mwapakia akaweza kuipakia kwenye himaya yake, mikono yake mizuri kabisa. Sakasaka goli likatafutwa kipindi cha kwanza, lakini shuti jingine hapa la mchezaji mwite Mwinyi Chibato, baada ya badiliko kutolewa kwa mchezaji mwite Beja, akaingia ngwidi, lakini bado Denmak wako wanajaribu kuweza kusakasaka goli kipindi cha kwanza mwisho wa siku ikawa mali inasimama kwa manufaa ya mbili bila kwa Nasty Milan. Pekecha pekecha hivyo hivyo, wakajileta wao wenyewe. Mwenye Chibato akasimama yeye na goalkeeper Mwapakia, lakini akashindwa kuweza kuweka ule mpira kwenye kamba. Goalkeeper Mwapakia akaweza kuudaka ule mpira vizuri kabisa, akautuliza na kuendelea kuweza kutamba kabisa. Kona hiyo, kona ambayo moja kwa moja ililetwa, lakini goalkeeper alikuwa taki masahara kabisa Mwapakia Muhammad kwenye himaya ya ulinzi. Hapa lilikuwa ni tukio jingine ambalo huenda labda wangetumia nafasi hii wa Danish, lakini wakashindwa. Hili hapa ni goli ambalo waliweza kulifunga, lakini likakataliwa baada ya makosa kuchezewa mchezaji Sale Sale aliweza kuchezwa kwa mujibu wa muamuzi msaidizi wa pili mwita Calvin Sotieno kwamba kulikuwa na dhambi. Lilifanyika tukio jingine hapa, saka saka bao, lakini bao likakosekana. Lakini hapa ukiangalia bado, Yahya Msagat AK Haaland alijaribu pia naye kuweza kuamsha wa Denmak, lakini mambo yakawa sivyo vile ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Mashabiki kila mmoja anataka kuwa shahidi, leo kinafanyika kitu gani wa Denmak leo, nini kinafanyika hapa? Lakini kikubwa kabisa, faul wakaipata ikapenyezwa tazama hapa. Mwinyi Chibato akajaribu kugeuka, mguu wa kushoto akapiga shuti na chini kwa chini, akarejesha timu yake mchezoni dakika ya sabini na tano. Mwinyi Chibato miongoni mwa yale magoli sita aliyoyafunga, akajiweka hapa kwenye uwezo wa kufunga bao lake la saba kutumia mguu wake dhaifu, mguu wake wa kushoto, goli ambalo labda ungesema lingikuwa linawaleta Denmark mchezoni ndio likawaleta mchezoni, lakini mwisho wa siku goli hilo bado ikawa ni kutafuta mchezaji Ridwan akajipenyeza vizuri kabisa akawageuza mwenye Nguruma na mwenye Lopez, akamuona vizuri goalkeeper Hatib Mohamed Donnarumma, mbele ya uso wake, dakika ya 81 akaweka kitu kwenye kamba, kitu ambacho moja kwa moja kilizalisha goli la tatu kwa upande wa Nasty Milan. Milan wenyewe wakajua kwamba hapa ni ile falsafa yetu, yaende kuangusha kabati Nasty Milan waka hawajatosheka ikapigwa nyingine na Ridhwan Muhamed, lakini mara hii ya Ridhwan ikapajo kapteni huyo anaongoza kwa mfano mfano wa kuigwa. Tukio jingine hili la mchezaji Said kuweza kuweka kitu kwenye kamba, lakini ngoma ikakataa. Ile kikubwa kabisa ikani saka saka ya Denmark kurejea mchezoni. Mwamuzi naye ni nani? Mwamuzi akasema inatosha, dakika tisini, akatamatisha Denmark. Nyumbani Nasti, nusu fainali. Mechi katamatika, Denmark bao moja, Nasti Milan magoli matatu.